lazima uchaguzi ufanyike 2025, lakini Arusha kijembe kampeni ya no reform no election ya Chadema na Selasini asema NCCR, eh, itashiriki bila kuungana na wengine Chadema yaweka msisitizo. E, eh, hapa ni gazeti la kula Mwananchi linaeleza uchaguzi ni lazima. E, eh, huyo ni msajili asema eh, kuna namna 2025, lazima uchaguzi ufanyike, lakini Arusha kijembe kampeni ya no reform no election na NCCR nao wasema watashiriki bila kuungana na wengine. Lakini kuna habari inayosema kilichokatisha eh, uhai wa balozi Mwapachu anavyoliliwa, kilichokatisha uhai wa balozi Mwapachu anavyolilia. Lakini Kariakoo yafurika machinga, kicheko kiche eh, Kariakoo kweli kwelikweli, eh, machinga kicheko. Lakini kesi askofu Sepeku mrithi atoa ushahidi kwa saa tano. E, kesi ya askofu Sepeku mrithi atoa ushahidi kwa saa tano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inasema makosa e, yanayotesa ya wanandoa nyingi e, kuvunjika makosa yanayosababisha wanandoa nyingi kuvunjika. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la mwananchi sasa tuangazie kwenye gazeti lako eh, gazeti la Nipashe nalo linaanza na habari kubwa inayosema, eh, tishio kubwa. Hiyo ni ripoti maalum inasema tishio kubwa, utafiti wabainisha kuhusu mbu wa usiku, makundi yaliyo hatarini yaanikwa. Ilo eh, ni utafiti unabainisha kuhusu mbu wa usiku, makundi yaliyo hatarini eh, yaanikwa. Hiyo ni habari yaendelea ukurasa wa nne. Lakini NCCR mageuzi yaweka msimamo uchaguzi mkuu. NCCR mageuzi yaweka msimamo uchaguzi mkuu. Mchengerwa aeleza kukerwa na ukosefu wa dawa hospitali ya wilaya ni, mchengerwa aeleza kukerwa na ukosefu wa dawa hospitali ya wilaya. Lakini undani kuhusu, eh, kichefuchefu wakati wa ujauzito uzito. Hilo ni gazeti lako la Nipashe, inaeleza undani kuhusu kichefuchefu wakati wa ujauzito. Lakini bado kuna habari inayosema makala asema amejitoa muhanga kutetea CCM, makala asema amejitoa muhanga kutetea CCM. Lakini waziri anika siri ya kampeni msaada wa kisheria wa mama Samia, waziri anika uh, siri ya kampeni ya msaada wa kisheria wa mama Samia. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Kulonipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini bado kuna habari inayosema sita kizimbani, kesi ya dawa za kulevya e, watu sita wafikishwa kizimbani, e, kesi ya dawa za kulevya. Lakini tukichana sasa na gazeti ya Nipashe, tuangazie gazeti lako la Zanzibar leo lenye linaandika habari kubwa inayosema jeshi la polisi kuimarisha ulinzi siku kuu ya Idi. E, jeshi la polisi nchini Tanzania e, kuimarisha ulinzi siku kuu ya Idi. Lakini MCD polisi wasaini makubaliano usafirishaji wa dawa MCD na polisi wasaini makubaliano kusafirisha dawa, lakini maandalizi ya Idil Fitri yabadilisha ya taswira ya mji wa Zanzibar, maandalizi ya Idil Fitri yabadilisha taswira ya mji wa Zanzibar, e, watu kufurika, heka heka za hapa na pale kwenye maduka ya e, taswira yote ya mji wa Zanzibar yabadilika. Lakini bado kuna habari inasema serikali ina imani na sekta ya anga, serikali ina imani na sekta ya anga, lakini habari ya, ya kimataifa inasema watu zaidi ya elfu moja wafariki kwa tetemeko la ardhi huko Myanmar. Watu zaidi ya elfu moja wafariki kwa tetemeko huko Myanmar. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti la Mzalendo, lenye habari kubwa inayosema kauli mbiu mpya CCM ya ivutia NCCR mageuzi. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, kauli mbiu mpya ya CCM ya ivutia NCCR mageuzi. Lakini RC Chalamila atangaza operesheni ya kukamata ombaomba watoto wa mitaani Dar es Salaam. RC Chalamila atangaza operesheni ya kukamata ombaomba watoto wa mtaani Dar es Salaam. Lakini DC na Dasi wajitetea baraza la maadili e, DC na Dasi wajitetea baraza la maadili. Lakini kuongezeka hati safi nchini wachumi wataja mambo manane, e, kuongezeka kwa hati safi nchini wachumi wataja mambo makuu manane lakini jinsi kelele zinavyoua mtu bila kutarajiwa, jinsi kelele zinavyoua mtu bila kutarajiwa. Lakini Wasira afichua sababu za nchi kuomba mkopo, huyo ni Stephen Wasira afichua sababu za nchi kuomba mkopo. Na Masauni anika mikakati ni shati safi kwa mabalozi, huyo ni Waziri Masauni anika mikakati ni shati safi kwa mabalozi. Hiyo ni habari, inapatikana pia kwenye gazeti la Mzalendo kwenye ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la habari leo, gazeti lako la Jumapili ya gwiji la habari Habari Leo lina habari inaosema watu watano kurutini kusafirisha mirungi kilo 1518 eh, watu watano kurutini kusafirisha mirungi kilo 1518. Lakini Chalamila atangaza vita dhidi ya ombaomba omba Dar es Salaam. Chalamila atangaza vita dhidi ya ombaomba omba Dar es Salaam yoni habari, ukurasa wa pili. Lakini ukurasa wa tatu kuna habari inaosema Wasira afafanua sababu za nchi kukopa. Wani Stephen Wasira afafanua sababu za nchi kukopa. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, lakini mcd yapata tuzo eh, ya maduka eh, madogo ya huduma bora sekta ya afya, au ni mcd yapata tuzo ya huduma bora sekta ya afya. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu, lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo kwa jumapili hii ya leo ni mashirika ya umma ya guswa na uchaguzi mkuu, mashirika ya umma ya guswa na uchaguzi mkuu, pia yatakiwa kuongeza tija ufanisi serikalini lakini mchechu ya agiza kuzingatia haki, kuongeza gawio. Ina habari ukurasa wa pili. Lakini kuna habari inayosema Samia atoa milioni mia moja kwa waathirika wa mvua Musoma. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan atoa milioni mia moja kwa waathirika wa mvua Musoma, awapa zawadi za ya zaidi Pasaka na makundi maalum. Lakini balozi Mwapachu kuzikwa leo Tanga. Huyo ni Balozi Mwapachu kuzikwa leo Tanga. Mpango waagiza mabalozi kukuza Kiswahili biashara hiyo ni habari ukurasa wa pili. Huyo ni makamu wa rais Filipo Isdori Mpango waagiza e, mabalozi kukuza Kiswahili na biashara. Hiyo ni gazeti lako la Habari Leo kwa Jumapili ya leo. Lakini tukiachana na gazeti la Habari Leo tuangazie e, kwenye gazeti lako la Taifa Jumapili inaandika wizi wa mchana e, kaunti ya Nandi kwa, e, kwa mfano e, ililia ililipa shilingi milioni 15.7, e, kaunti ya Nandi. Hiyo ni gazeti kutokea Kenya huko, inaliza wizi mchana mchana, lakini wa Kenya wachemkia kuhariri, e, haji. Wa Kenya wachemkia kuhariri kuhariri haji, lakini JSC kulipa Sholei milioni 13, kumfuta kazi, lakini PAA yaliya kutengwa serikalini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Jumapili ya leo, e, lakini bado kuna habari inayosema ziara ya Ruto Mlima Kenya. E, mtihani mkubwa kwa Kindiki na Gachagua. Ziara ya Ruto Mlima Kenya mtihani mkubwa kwa Kindiki na Gachagua, hiyo e, ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Taifa. E, pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini gazeti lako la Nuru sauti ya wa Waislamu linaandika rais Samia mgeni rasmi baraza la Idil Fitri. E, rais Samia mgeni rasmi baraza la Idil Fitri, lakini mashehe watoa wa darasa la wakfu, mashehe watoa wa darasa la wakfu lakini baada ya iftari imevamiwa, ibada ya iftari imevamiwa. Hao ni mashehe kwenye gazeti la Nuru wasema, baada ya iftari imevamiwa. Lakini gazeti, ime gazeti lako la Tumaini Letu linaandika mabonde milima katika utume wa askofu Kilaini, lakini ujenzi wa kanisa kuu mbadala Geza Ulole wa pamba moto, na Papa atoka hospitali awashukuru madaktari, askofu ya atolea ufafanuzi maisha ya nadhiri hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la tumaini letu. Pate yako kwa habari kwa kinam. Na tukiachana sasa na magazeti mbalimbali ukurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani kwenye magazeti, tunaanza gazeti lako la Habari Leo linaandika Serengeti Boys kuivaa Zambia kesho, lakini arifa kutambulisha akili mnemba kwenye sekta ya sanaa, Yanga pamba vicheko FA, lakini Serengeti Girls ya wasili salama Uturuki, Simba hesabu kali kwa Um, Almasri. Uh, Simba isabu kali huko Misri kwa Almasri, unabari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiachana gazeti la habari leo kwenye kwenye kurasa za michezo, tuangazie sasa, uh, kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lenye linaandika ka yanga yatinga robo finali shirikisho CRDB, uh, Yanga yatinga robo finali shirikisho CRDB, lakini pondeza kuizawadiwa mwembe makumbi eh, akibeba ubingwa huyo. Ni pondeza kuizawadiwa mwembe makumbi ikibeba ubingwa. Lakini Fadru anasa faili la Almasri, eh, Fadru anasa faili la Almasri. Yanga Simba zatajwa kushiriki ligi ya muungano, eh, Yanga Simba zatajwa kushiriki ligi ya muungano. Lakini gazeti lako la mzalendo la nyeku ni michezo linaandika Yanga yaifuata Simba FA, eh, Yanga yaifuata Simba FA. Kocha Ken Goldi E, aitambia Azam e, kocha Ken Goldi aitambia Azam. Lakini Simba yanasa mbinu za Al-Nasri. mabao 406 yatikisa ligi kuu bara e, mabao 406 yatikisa ligi kuu bara. Hiyo ndiyo habari kwenye gazeti la Mzalendo. Lakini bondia Kennedy Ayo e, knockout ya mama inatupa ulaji. Ule bondia ambaye anaitwa Kennedy Ayo asema e, knockout ya mama inatupa ulaji ilo ni gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo, lakini kimataifa, Bournemouth na Man City ni kivumbi eh, Bournemouth na Man City ni kivumbi. Ilo ni gazeti lako la Mzalendo, lakini tukiangazia uh, kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo linaandika Simba ipo hapa, eh, Simba ipo hapa, walinzi kumi wailinda mastaa wawekewa mzigo. Yanga ya mtisha kocha Tabora, Yanga ya mtisha kocha Tabora eh, lakini nyota Afrika Sporti walala kwenye gari, e, nyota wa African Sporti walala kwenye gari. Lakini zaka za kazi, kisa Dube amfutia jina mtoto wake e, zaka za kazi, kisa Dube amfutia jina mtoto wake. Ilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Mwanaspoti, ndo natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina, asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini.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 ikiwa msajili asisitiza hakuna namna lazima uchaguzi ufanyike 2025 lakini arusha kijembe kampeni ya no reform no election ya chadema na Selasini asema NCCR itashiriki bila kuungana na wengine chadema yaweka msisitizo hapa e, ni gazeti lako la Mwananchi linaeleza uchaguzi ni lazima e, huyu ni msajili asema hakuna namna ya na 2025 lazima uchaguzi ufanyike lakini Arusha, kijembe kampeni ya no reform no election na NCCR nao wasema watashiriki bila kuungana na wengine. Lakini kuna habari inayosema kilicho eh, katisha uhai wa balozi Mwapachu anavyoliliwa. Kilicho katisha uhai wa balozi Mwapachu anavyolilia. Lakini Kariako ya Afrika machinga kicheko. Eh, Kariako ya Afrika kweli kweli eh, machinga kicheko eh, lakini kesi ya Askofu Sepeku mrithi atoa ushahidi kwa saa tano, e, kesi ya Askofu Sepeku mrithi atoa ushahidi kwa saa tano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pate na kele yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema makosa yanayotokea, e, wanaotokea yanayotesa wandoa nyingi e, kuvunjika makosa yanayosababisha wanandoa nyingi kuvunjika hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele patendekele yako kwa habari kwa kinam. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, sasa tuangazie kwenye gazeti lako eh, gazeti la Nipashe nalo linaanza na habari kubwa inayosema eh, tishio kubwa. Hiyo ni ripoti maalum inasema, tishio kubwa, utafiti wabainisha kuhusu mbu wa usiku, makundi yaliyo hatarini yaanikwa. Hilo eh, e, ni utafiti unabainisha kuhusu mbu wa usiku makundi yaliyo hatarini eh, yaanikwa oni ambari aendelea ukurasa wa nne. Lakini NCCR mageuzi yaweka msimamo uchaguzi mkuu. NCCR mageuzi yaweka msimamo uchaguzi mkuu. Lakini mchengerwa aeleza kukerwa na ukosefu wa dawa hospitali ya wilaya. Mchengerwa aelezwa, aeleza kukerwa na ukosefu wa dawa hospitali ya wilaya. Lakini undani kuhusu eh,